E, wazee wazee wazee wazee, ni sauti ya Serenge Kete. Ukipenda niite mwalimu e, wazee wazee e, mwalimu is back baada ya majukumu hapa na pale e, ni bana kidogo ya kifamilia. Kwa sasa nimerudi e, sasa nimerudi, mta enjoy kwa wale ambao mlolo ni subscribe channel yangu mta enjoy sana. E, sasa na deal na masomo ya watu wazima tu, kavimba meja nne tege. Wazee wazee e, kama moja ni subscribe, basi nenda sasa hivi ni subscribe channel yangu Eh, ili ninavoachia ngoma mbalimbali usipite na wakati eh, wazee wazee wazee, bila kuchelesha muda, tunaenda kwenye kavimba tu, tuko bado kwenye kavimba, naenda kavimba tushtua tumeziba tuwekea hii, tumemshtua tumetuwekea hii, ehe, tumemshtua tumetuwekea hii ambapo hapa nitukaja hapa tuweke, maana hapa ndotema anapiga tikitaka. Kwa hiyo hapa tuweke hii, anajiacha tuliona, tunaweka hii hapa tuliona mtu kaweka hii kwenye video ya mwanzo, ila safari ya hiki hii hapa na kupuliza hizi mbili hizi. Hakisha kupuliza hizo mbili afu anaweka hii, ambapo hapo wewe sali yako inabidi uweke hii. Ila ukiweka hii anakufunga na kuwekea hapa, hata hata usimpige hizi Haisaidii kitu mona, haisaidii kitu hii, hii goli tu, hii ni chuma tu mona hiyo. Hata upige, uanze kulauku, kwa sababu ukianza kulauku maki anatoka step moja mona hiyo, inakwaga goli tu, anataka kala kwa hivi mona. Ukipiga ule ule hivi anaweka hapo kwa hiyo nakoga goli tu. Kwa hiyo hapo anachotokea kukifanya. Akisha kupuliza hizo mbili, ukila keka hiyo inabidi uweke hii. Hapa kuna nao weka hii na kuna nao weka hii. Akeka hiyo usiweke hii. Hapa nakuvizia na nakupiga ku, na mix hapa mseto. Umeona mseto maji ya kunde ambapo hapo uwezi kula huko maana kisa nakula hizo mbili. Umeona, kwa hiyo keta lazima lazima ule huku. Hapo ndo anakutema, unakula, afa anakuunganishia. Popote utapokula uanze kula huku, makaa atakuwekea hapo. Ukila huku makaa atakula hizi tatu. Umeona mshikaki huo? Eh. Na ukianza kula huku, akimuunganishia umeanza kula huku makaa anaweka hapo. Kila huku anakupigia mshikaki huo. Inakuwa tundu waya. Kenda. E, wazee wazee, hii e, ni sauti ya Serengekete mwalimu. E, msisau sabu msisau kuni sabu sabu channel yangu ya YouTube Draft Serengekete, ili msipite matukio ma, mazuri mazuri kama haya e, nao ya post kila baada ya wiki, wazee wazee, e, na pia vile vile kunipa nguvu e, msisau ku share kwa ma, kwa ndugu jamaa na marafiki na ku like channel yangu wazee wazee, mm, kwa hiyo hapa wewe unachotokea kukifanya wewe hapa sare yako usiweke hapa, wewe hapa inabidi uweke hii, hiyo ndo suluhu yako kwa hiyo hapa huyu huo wanaekaga hapa, mona unashtua tu keka hiyo, basi tena hapa kiziba akiziba hapo, unashtua kishtua kimix. Wekula huku mona kula huku Akisema ale ale huku, saweza kula mako na kula hizi mbili muona. Kwa hiyo hapa akila huku mako, anakula huku, kila huku mako, unajiacha hiyo muona, hiyo bao na kwa nzuri kwako ile tena, yani bao ile unaona bao unatafuta wewe tena kwenye njano muona hapa. Kwa hiyo hapo kila huku, huku anakula, anakula, anakula huku Umeona? Oh, kila huku. Huyu ndio inabidi ujiache hapo. Anakula. Hapa inabidi aanze kula huku. Oh, kila huku ndio ale huku. Umeona? Hapo kishtua na anapiga mseto maji ya kunde. Umeona? Oh, hapo inabidi wewe ule huku ili ale huku. Baadaye hapo kingia kingia anakutema. Anavaa mbwa huku. Umeona? Kwa na kwa suluhu hiyo. Kwa hiyo ndio suluhu yake. Vile vile hapo kuna badiliko lingine, akiweka hiyo akiweka hii. Umeona, tumesema hapo kuna kuweka hii hii. Tuangalie mtu mwingine anaweka hii hiyo. Sasa akiweka hii, utabidi uweke hapa, ila ikiweka hii, utabidi uweke hii. Si tunaelewana hapo wazee? Ukiwekewa hii, utabidi uweke hapa, sababu ukiweka hapa, anakupiga mishikaki, huwezi kulauka, maana atakula hizi mbili. Kwa lazima ule huku. Nimwambia akiweka hii utabidi uweke hii ye, kaenda kuweka huko wewe <laughs> utabidi hapa unamvumilia, una, una sasa kaeka hii sasa, hii utabidi sasa ndo uingize ndani hapo ukitaka kunipata kwa namba yangu ya simu sifuri sita ya WhatsApp sifuri sita ishirini na tano themanini na sita sabini na nne themanini na nne muendelezo wa ngoma mbalimbali hiyo. E, always nipo WhatsApp. Ukitaka kunipata kwa namba yangu ya simu ndo hiyo hapo. E, kwa wale ambao wenyewe mnataka muendelezo wa ngoma mbalimbali, Kavimba, Nugza, Tateni, Pasati, Meja nini, unapata unacheki tu namba yangu ya WhatsApp hiyo 0625867484. E, sauti ya Sanyeketi hapa mwalimu, msisahau ku-subscribe channel yangu ya YouTube ili mnipe nguvu ya kuachia ngoma mbalimbali. E, kwa hiyo hapa ukiwa kwenye njia itabidi uweke hapa. Sasa huyu huyu unaona anateremkaga na hii. Unaona, kwa hapo usipoiona hii sale hii basi umeanza na maji. Sale yako hapo ni moja tu itabidi hapo ujaachie

namwachia tu apale, natokazakana mtoto kbai, huwezi kufungwa suruhi wasee. Eh, sauti ya serengekete hapa, fundi mwalimu e... msisahau kuna subscribe chaneli yangu ya YouTube Draft Serengekete official e... ili mnipe nguvu ya kuachia ngoma mbalimbali tujifunze.